Mheshimiwa naibu Spika, naomba uniruhusu nimpongeze sana kamanda wa nchi kavu, ndugu yangu Alexander Pastori Mnyeti. Naamini mmeiona kazi yake, amesema na mmemwona, huyu ndio Mnyeti bwana. Na kule Misungu, inaomba niwaambie huyu ni mtu sahihi sana, bado tunamhitaji ndani ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Yeye ni mfugaji na akisimama kuongea na wafugaji wote huwa wanakaa kimya. Mwenyekiti wetu wa chama cha wafugaji yuko pale. Siku moja niliwaambia nimwachie naibu waziri kikao, akasema mheshimiwa, usituachie usimwachie huyu, hata maliza dakika kumi, kikao kitakuwa kimeisha, lakini kinaisha kwa ufanisi mkubwa. Namshukuru na kumpongeza sana sana kwa ujasiri wake asubuhi nilisema, wakati nimeteuliwa, niliulizwa utawaweza wafugaji, lakini swali la pili lilikuwa utaweza kufanya kazi na Mnyeti? Nikawaambia, kwani kuna shida gani? Hakika namshukuru sana mheshimiwa Rais aliyenileta wizara hii, nikamkuta mheshimiwa Mnyeti. na lugha yake huwa ni moja tu: mheshimiwa, nitume mimi niende kwanza nikavuruge, alafu wewe utatengeneza. Nilimtuma kwenda kwenye ranchi zetu za taifa, aliyoyakuta kwa kweli inasikitisha. Wanaojiita wawekezaji na bahati mbaya, mheshimiwa naibu spika, wengine tumo humu humu. Eh, lazima tuseme ukweli ili tuwasaidie Watanzania. Leo hii nimemsikiliza mheshimiwa mtani wangu mbunge wa Kiteto anasema wao wanachunga na wanatakiwa kuswaga na kwenda, lakini ndio ile ile tunarudi, hatuwezi kusafirisha nyama za mifugo hii inayozunguka nchi nzima kutafuta malisho. Tunayo maeneo yetu kwenye ranchi zetu kumi na tano ni kwa ajili ya wafugaji. Tunasikia kelele, nikamwambia mheshimiwa Alexander Mnyeti nenda, akaenda, anakuta kama alivyosema anayejiita mwekezaji amepewa hekta elfu kumi ana ng'ombe hamsini alafu, kati ya hekta elfu kumi asilimia tisini amelima mpunga na mahindi. Si sawa, si sawa hata kidogo. Alitoa maelekezo huko alikokuwa saiti, lakini namshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wetu, alitoa maelekezo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili alipokuwa anahitimisha nane nane pale Mbeya. Naomba nimwambie Mheshimiwa Rais, Shirika letu la Ranchi za Taifa linakwenda kufanya kazi iliyokusudiwa wakati linaundwa awamu ya kwanza ya nchi yetu. Hatuwezi kufikia wenzetu kama mlivyosema, wa Botswana, wa Ethiopia. Waliamua, na Daktari Samia Suluhu Hassan ameamua, na mimi nimeamua kumwezesha Mheshimiwa Rais kufikisha maono yake na kuyafikia. Hatuna sababu ya simamia maeneo haya ya ranchi 15 za taifa. Naomba niwaambie wafugaji, mwenyekiti wetu yuko pale, kuweni na amani, kazi inaye mwenyewe, mwenyewe ni Alexander Mnyeti ameianzisha. Na mimi nahitimisha, wajumbe wa kule Misungwi, turejesheni Mnyeti ili aendelee kuchapa kazi na tuwahudumie wafugaji wa nchi hii.